Mkataba wa makubaliano kati ya Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga leo katika ukumbi wa KICC, unahusisha kutekelezwa kikamilifu kwa ripoti ya uwiano maarufu NADCO, ambayo inapendekeza kuundwa kwa afisi ya Waziri Mkuu, afisi ambayo duru zinasema inatarajiwa kurejea baada ya mkutano wa leo. Makubaliano hayo pia yanatarajiwa kuleta mabadiliko ya baraza la mawaziri na makatibu huku wandani wa Odinga wakitarajiwa kuvuna hata zaidi. Emmanuel To anaarifu. Imekuwa mahusiano ya kujifichaficha, kinara wa ODM Raila Odinga na Rais William Ruto wakihalalisha ndoa yao ya kisiasa katika hafla iliyoandaliwa katika ukumbi wa kihistoria wa KICC. Viongozi hao wawili wakitia saini mkataba wa makubaliano kati ya chama cha UDA na ODM, makubaliano hayo yakiwa na nguzo kumi muhimu, nguzo ya kwanza ikiwa kutekelezwa kikamilifu kwa ripoti ya uwiano ya NADCO ambayo inapendekeza kando na maswala mengine, kuundwa kwa afisi ya waziri mkuu atakayekuwa msaidizi wa rais na naibu rais katika majukumu yao, duru zikiarifu kuna uwezekano wa mabadiliko ya sheria kuunda afisi hiyo. Raila Amolo Odinga, Odinga ambaye amekuwa waziri mkuu wa pili wa Kenya tangu mwaka 2008 hadi mwaka 2013 akisema yuko tayari kwa ushirikiano wa karibu na Rais Ruto.

Kama tu ilivyokuwa baada ya makubaliano ya kwanza, uhusiano ulipoanza kunoga, ripoti zinaeleza kwamba baadhi ya wandani wa Odinga wanatarajiwa kuongezeka kwenye baraza la mawaziri, huku baadhi ya makatibu wengi ambao walikuwa wandani waliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakitarajiwa kubebeshwa virago vyao. Maswala mengine ya makubaliano hayo ni kujumuishwa kwa wakenya wote kwenye uongozi, kuimarishwa kwa ugatuzi, fedha zaidi zikitarajiwa kufika kwenye kaunti kuimarisha maslahi ya vijana, uongozi na maadili, haki ya kikatiba ya kuandamana, uchunguzi wa deni la kitaifa ambalo limefikia zaidi ya shilingi trilioni 15, vita dhidi ya ufisadi, kuzuia ubadhirifu wa mali ya umma na kulinda haki za Wakenya. Odinga na Ruto sasa wanatarajiwa kuanza safari ya kutangaza na kuwaeleza wafuasi wao kuhusu ndoa hii yao mpya ya kisiasa. <mulia> Ni mwisho wa mwanzo ama mwanzo wa mwisho wa ukurasa mwingine wa kisiasa, huku Rais William Ruto pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga wakifungua ukurasa mwingine wa kisiasa ambao utakuwa na madhara makubwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, wa Kenya ukiwa macho kuona namna itakavyokamilika. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen, KICC Nairobi.